Kwa sababu kuna vita ambayo wewe unatakiwa upigani, sio Mungu. Wewe unatakiwa upigani, kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kukabili ndani yako. Kwa hiyo duniani ni lazima, duniani siyo eneo salama, duniani siyo eneo la kusema ngoja nitaona mambo yatakavyokuwa eh? duniani siyo eneo la kusema hivyo. Narudia tena, narudia tena, duniani siyo eneo la kusema ngoja tuone kesho mambo yatakavyokuwa Yaani, ukishaanza kuishi kwa staili ya namna hiyo kwamba ngoja tuone kesho mambo yatakavyokuwa, umeshindwa sana kwenye maisha yako. Duniani ni eneo, tunasema tuko kwenye mapigano, ni uwanja wa mapambano, nipige nikupige. Haleluya! Yaani kila unachokitaka wewe, adui yako hataki uwe nacho, lakini si tu hataki uwe nacho, na yeye anatamani pia angekuwa na hicho kitu, kwa sababu kuna vitu Mungu anatupaga hata adui na na yeye angetamani awe na kitu ulicho nacho kwa hiyo, kumbe vitu havitokeagi vyenyewe. Vitu havitokeagi vyenyewe, asikudanganye mtu. Natamani hiki kitu ungenielewa. Yani natamani Roho Mtakatifu angepiga kelele huku ndani yako, akuonyeshe kwamba mwanangu, hivi ndivyo ilivyo, kwamba vitu havitokeagi vyenyewe. Unataka vitu vianze kutokea kwenye maisha yako, lazima uwe serious, lazima uamue uamue. Oh, sio Mungu akiamua, wewe ukiamua.